ikiwa ni ijumaa siku ya maandalizi ningependa tuweze kujifunza jambo a, tuangalie mungu ametuelekeza tuweze kufanya jambo ipi katika siku hii ya maandalizi kwa ajili ya sabato na ningependa ya kwamba tuweze kuangalia kitabu cha kutoka ishirini mstari wake ni wa nane tukiteremka hadi kumi na moja tuangalie ni kipi ambacho mwenyezi mungu anatuelekeza kuweza kufanya tunaambiwa ya kwamba Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote; lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana, Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe, wala mja, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufugwa, wala mgeni aliye ndani aliye ndani ya malango yako. Maana, kwa siku sita Bwana alifanya mbingu, na nchi, na bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba; kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Tunaona ya kwamba amri ya nne imeweka wazi ya kwamba siku ya Sabato ni siku ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kuibariki na katuelekeza sisi wote kama watu wake ya kwamba tuweze kuikumbuka siku hiyo ya Sabato na tuweze kuitakasa. Utakuta ya kwamba katika fungu hili ni mambo mengi ambayo tume, ambayo tumejifunza. Kwanza tu, amri hii imeanza na neno ikumbuke, ikumbuke. Hivyo basi tunafaa tuweze kukumbuka siku ya Sabato katika siku zote za wiki, tuweze kuikumbuka siku hii ambayo ni siku ya Sabato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 Hiyo ni kuvunja sheria ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia. Unakuta ya kwamba watu wengi wanaenda kanisani, wameacha wajakazi wao wakiendelea na kazi nyumbani. Tunaona wazi ya kwamba hiyo ni kuvunja sheria, jinsi ambavyo Biblia imeweka wazi ya kwamba hata mtumwa ambaye ametembea kwenye malango yako usimwache nyuma, mwende naye wapi? Kanisani. Wengine wameenda kanisani, ila mifugo yao wameacha iendelee kufanya ka amepea mtu mwingine huenda aendelee kuitumia kufanya kazi. Tumekatazwa hiyo ya kwamba hata mfugo wako, bindi wako, mwana wako, mjakazi wako, mgeni aliye katika malango yako, wewe usije ukafanya kazi katika siku hiyo ya saba, katika siku hiyo ya Sabato. Hivyo tufae, tunafaa tutambue jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ametuelekeza katika kitabu hiki kitakatifu na tunaona ya kwamba Mungu ametupatia Sabato kama ishara kati ya kati yake yeye na sisi. Utakaposoma kitabu cha Ezekieli 20 mstari wa 20 Biblia inasema ya kwamba zitakaseni Sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mungu ameweza kutupatia isha, eh, Sabato iwe kama ishara kati yetu sisi na yeye hivyo, tunafaa tuweze kuitunza sabato ili kwa kweli iweze kuonekana jinsi ambavyo tumeelezwa na kwamba ni ishara kati yetu sisi, kati yetu sisi na Mungu wetu. Swali ambalo tunajiuliza ni kwamba je, tunaweza kuitunza sabato? Je, sisi kama watu wa Mungu tunaweza kuitunza sabato ama ni jambo ambalo ni ngumu ambalo tutashindwa kuweza kulitunza? Naamini ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kutuelekeza kwamba tuweze kutunza Sabato na ashindwe kutupatia uwezo na kutuelekeza jinsi ya kuweza kuifanya nini kuitunza. Mungu ako na uwezo wa kuweza kutuelimisha tuweze kujua ni vipi ama ni jinsi gani tutaweza kujua na kuitunza Sabato hii ambayo Mungu ameiweka ameiweka mbele, mbele yetu katika kitabu hicho cha cha mwan, cha Kutoka, pale ambapo katika kitabu cha kutoka ishirini nane tunaona ya kwamba Biblia imeweka wazi ya kwamba uh, kumbuka, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Lakini Mungu alipokuwa anaendelea katika kitabu hicho cha kutoka, katika kitabu hicho cha kutoka ishirini na mbili ukisoma thelathini na moja Biblia inasema ya kwamba, Biblia inasema ya kwamba, nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi Mungu alijua ili tuweze kutunza Sabato zake kwa sababu ta, Sabato ni takatifu. Nasi tunafaa tuwe, tuweze kuwa watu watakatifu mbele ya nani? Mbele ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kutunza Sabato yake. Na utakatifu ni nini? Utakatifu ni ile hali ya kuwa katika mahusiano ya karibu na maelewano ya wewe na Mungu wako kila wakati. Kila wakati kuwa katika ile hali ya mahusiano mausia, na maelewano wewe na Mungu, hiyo ndio tunaita utakatii, utakatifu ile hali ya kujitolea wa moyo wako, wa kujitolea nafsi yako, kujipatiana katika ile kanuni za kimbingu. Hiyo ndiyo hali ya kuwa mtakatifu, hiyo ndiyo hali ya kuwa mtakatifu. Unaona mara nyingi siku ya sabato itakapofika, sabato ijumaa jioni, watu wengi wanafanya kazi zao wanafanya kazi wanaingia hadi siku ya Sabato wakiendelea kufanya kazi zao. Hiyo sio vyema. Watu wengine imefika Sabato bado wanaendelea kufanya kazi ambazo wangezifanya kwa wiki nzima. Hiyo sio vyema. Tunafaa tuweze kukumbuka siku ya Sabato na kuweza kuitakaza jinsi ambavyo a, Biblia imeweza kusema. Tunaona katika amri hii neno la kwanza ambalo limewekwa pale ni neno ya kwamba ikumbuke ikumbuke imewekwa pale ikuwe neno la kwanza katika amri hii ya nne, na tunaambiwa ya kwamba wakristo wengi tunafaa tuweze kurejelea neno hili ikumbuke, na tuweze kuwafunza watoto wetu na katika familia zetu, tuweze kutambua ya kwamba tunafaa tuweze kukumbuka siku ya sabato katika wiki nzima, kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu tukiendelea hadi ifike siku ya Ijumaa tunafaa tuweze kukumbuka siku ya nini? Siku ya Sabato, tusije tukasahau. Katika wiki nzima tunakumbuka tu ikiwa imefika siku ya Sabato, ili mambo mengine yote ya ulimwengu huu tuweze kuiweka kando, ili tuweze kufocus, tuweze kufuatilia na mambo ambayo ni mambo ya kimbingu kwa siku hiyo ambayo ni siku ya Sabato. Tunaona ya kwamba iwapo siku ya Sabato utawe, iwapo utaweza kuikumbuka siku ya Sabato na uitakase, katika siku zote za wiki utaweza kuwa na ile hali ya kuweza kufanya kazi yako yote. Mambo ambayo ungefaa uifanye kwa wiki nzima, hautapata nafasi ya kuibeba kuweza kuifanya katika siku ya Sabato. Kwa sababu gani? Umekuwa ukiikumbuka siku ya Sabato, na kwa kuwa umekuwa unaikumbuka siku ya Sabato umejua ya kwamba kazi hii ambayo niko naye na inafaa niweze kuimaliza nisije nikafanya nini, nikafika sabato nikaifanya katika siku ambayo ni siku ambayo Mungu aliweza kuitenga akaiweka kwa ajili ya kum, ya, ku, ya kuwa ishara na kuweza kumtukuza na kumtumikia kwa haki na kweli. Hivyo ndugu wapendwa, jambo ambalo pia tungeweza kusisitiza ni kwamba siku ya Ijumaa ni siku ya maandalizi kwa ajili ya Sabato. Ndugu wapendwa, tunafaa tuweze kufanya siku ya Ijumaa kuwa siku ya maandalizi jinsi ambavyo Biblia inatuelekeza. Kumbuka wale wamama mama walipo kuenda, uh, kuona mwili walipofuata walipo kwenda kuangalia mahali ambapo Kristo alizikwa, walipofika pale, waliharakisha haraka na kuenda kufanya maandalizi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Sabato. Na sote tunajua kwamba ilikuwa ni siku ya Ijumaa, nasi tunafaa tuweze kuiga mfano huo huo wa kuweza kuifanya siku ya Ijumaa kuwa ni siku ya maandalizi. Tukirudi jangwani, wana wa Israeli, Mungu alipokuwa akiwapatia mana, alikuwa analeta siku ya Ijumaa, anawaletea ile itawatosha katika siku hiyo na pia katika siku ya kufuata ambayo ilikuwa ni siku ya Sabato, ili wasiende kutafuta. Hiyo pia inaonyesha kwamba siku ya Ijumaa ni siku ya maandalizi kwa ajili ya nini kwa ajili maandalizi kwa ajili ya Sabato. Tunaangalia kwamba siku ya Ijumaa tuweze kufanya maandalizi yote iweze kuwa imekamilika katika siku hiyo. Uweze kuona ya kwamba nguo zako zote zimeweza kuwekwa vizuri, ziko tayari, nguo za kuvaa kati, uh, Sabato ziko tayari. Uweze kuhakikisha uh, ya kwamba chakula chako kishapikwa, kiko tayari katika siku hiyo ya Ijumaa unafaa pia kuhakikisha ya kwamba kama ni viatu vyako umeweza kuvipiga rangi. Kama kuna uwezo pia uende ufanye nini, uoge katika siku hiyo ya Ijumaa. Na tunaona ya kwamba inawezekana kufanya mambo haya, ijapokuwa watu wengi wataona ni ngumu, lakini kuna uwezekano ya kuweza kufanya mambo haya ukiweka kuwa kanuni katika nyumba yako, ina kuna uwezekano wa kuweza kufanya kazi hii na kuweza kutunza sheria ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kutupatia sheria ya nne. Mara nyingi Sabato imewekwa, watu wameweza kutumia Sabato vibaya. Sabato haifai kutumia kuweza kushona nguo ambayo imeraruka. Sabato haifai kutumika kuweza kupika chakula. Sabato haifai kutumika kuweza kutafuta starehe na raha na kufanya kazi nyingine yoyote ile ya kidunia. La hasha. Tunaona ya kwamba kabla ya jua kutua siku ya Ijumaa, kabla ya jua kutua, tunafaa tu tu, tu tunafaa tuwe tumemaliza kazi yote ambayo tunafaa tuifanye. Na kama wewe ni mwalimu, zile makaratasi ama vitabu vya kidunia ambavyo umekuwa unavitumia kwa wiki nzima, vinafaa viwekwe kando, isikue kwa meza yako katika siku ya Sabato. Zile vitabu, kama kwa mfano vitabu vya kemia, hisabati, historia, jiografia, nini, vitabu vyote hivyo ama makaratasi hayo yasije yakawa katika meza yako kwa siku ambayo ni siku ya Sabato, ili tuweze kuwa na ile hali nzuri ya kuweza kumtukuza Mungu pasipo na jambo lolote la kutu, la kututatiza. Na tunaambiwa ya kwamba wazazi tuweze kueleza watoto wetu mambo haya na tuweze kuwapa majukumu ya kuweza kuandaa hiyo kwa ajili kujiandaa kwa ajili ya Sabato. Na watakapokuwa wakifanya hivyo watakuwa katika ile njia ambayo inamtukuza Mwenyezi Mungu, na hata watakapokuwa wakubwa mambo haya wawezi weza kuyasahau na wataweza kutunza sheria ya Mungu jinsi ambavyo Mungu anapenda. Unaona ya kwamba kwa familia nyingi viatu vina pigwa rangi katika siku ya Sabato. Familia nyingi nguo zinashonwa katika siku ya Sabato. Yote ni kwa sababu mambo haya madogo madogo hayakuweza kufanywa katika siku ya Ijumaa. Na nikwambie nini? Tunaambia kwamba hii yote imefanyika kwa sababu hawakuweza kuikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa. Hivyo utakapoamka asubuhi, umeanza kushona nguo, umeanza kupiga viatu rangi, umeanza kukimbia pana pale mapishi na mambo mengine mengi ni kwa sababu hukukumbuka siku ya Sabato na hukufanya nini? Hukuitakasa. Hivyo basi umeshavunja sheria ya nani? Umeshavunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Hivyo tuweze kuangalia mambo haya kwa kimakini sana, ili wakati mwingine tuweze ku tuweze kurekebisha, ili maandalizi yote yaweze kufanyika siku ambayo ni siku ya Ijumaa. Na kuna jambo lingine pia ambalo tunafaa tuweze kulitilia maanani sana, tuweze kutambua jambo hili ni kwamba, katika siku ya maandalizi siku ya Ijumaa, utofauti wote ambao uko kati ya ndugu kwa familia au kanisani lazima iweze kusuluhishwa kabla ya Sabato. Utofauti wowote ule ambao uko kati yenu muweze kusuluhisha katika siku hiyo ya Ijumaa, kama ni kwa familia au kanisani, kabla ya Sabato. Msije mkafika kanisani hamwongeleshani, umembeba mwenzako, umemchukia mwenzako, la hasha. Utofauti huo wote uweze kusuluhishwa katika siku hiyo ya Ijumaa, katika siku hiyo ya Ijumaa. Ah, jambo lingine ni kwamba katika siku hiyo ya Ijumaa, siku ya maandalizi, ah, kabla jua hijatua, tunaambiwa ya kwamba familia Uh, familia wanafaa waweze kuja kwa pamoja waweze kukusanyika pamoja waweze kusoma neno la Mungu waweze kuimba na kuomba kwa ajili ya kukaribisha Sabato. Watu wengi hawajakuwa wakifanya hivi, na ndio niposa tunaambiwa ya kwamba tuna, tunahitaji kufanya marekebisho kwa mambo haya, tufanye marekebisho kwa mambo haya ili tuweze kukutana kwa ajili ya kuweza kukaribisha kuweza kukaribisha sabato ambayo ni sabato ya Mwenyezi Mungu, sabato ya Mwenyezi Mungu. Tunaona ya kwamba Mungu ameweza kutupatia siku sita ya kuweza kufanya kazi na ni siku moja tu ambayo Mungu ameweza kuitenga kwa ajili yake. Hivyo siku sita tuweze kufanya kazi kwa kweli, na siku ya sabato tuweze kupumzika, tuweze kufanya ile kazi ambayo Mungu ha, tuweze kuweza kumtukuza Mungu kwa haki na kweli, kumsifu kwa nyimbo na ibada na mambo ambayo ni mazuri ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo ambalo katika macho ya kimbingu itaonekana kana kwamba ni kuvunja sheria ya nne ya kuikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa, inafaa iachwe bila kusemwa ama bila kufanywa, ili iweze kusemwa au kufanywa katika siku ya Sabato mambo yote ambayo unafaa uzungumze huenda ni mambo ya kibiashara, mambo ya kielimu ya dunia, mambo mengi ambayo watu wengi wanazungumza, ukulima, zungumza siku ambayo si siku ya Sabato, na kufanya pia uweze kufanya mambo yako yote, ili siku ya Sabato usianze kuzungumza mambo ambayo sio ya kiungu katika siku hiyo ya nini, siku hiyo ya Sabato, tunaona ya kwamba Mungu hajatuambia tu ya kwamba tuweze kuacha kufanya kazi kwa mikono yetu bali pia ametuelekeza ya kwamba akili zetu ziweze kukaa katika mambo matakatifu ya kimbingu. Sabato mara nyingi inaweza kuvunjwa na watu wengi kwa sababu wanazungumza mambo ya kidunia katika siku hiyo ya Sabato. Kuzungumza mambo ya kiulimwengu katika siku hiyo ya Sabato ni kuvunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Kuzungumzia jambo lolote lile ambalo linakuja kwa akili katika siku ya Sabato ni kuzungumza mambo yetu sisi wenyewe ya kibinafsi, bali sio maneno ambayo ni ya Mwenyezi Mungu ya Mwenyezi Mungu. Hivyo tuweze kuwa na ile hali ya kufikiria mambo ya kimbingu peke yake katika siku ya nini, katika siku katika siku ya Sabato na pia tunaambiwa ya kwamba katika wiki nzima tusije tukafanya kazi kwa nguvu sana tukafanya kazi mingi sana kwa, kwa siku za wiki hata itakapofika siku ya Sabato tumechoka hatuna nguvu tena ya kufanya nini, ya kuweza kutulia kanisani na kuweza kusikiliza kutoka kwa watumishi wa Mungu ama kusoma na kuelewa kile ambacho Mungu ameweza kutuelekeza. Hivyo tuweze kuwa na kiasi tunapofanya kazi kwa wiki nzima, tuweze kuwa na kiasi tusije tukachoka sana hata itakapofika siku ya Sabato tumechoka, hatuwezi kutunza sheria Mungu jinsi ambavyo anafanya nini, jinsi ambavyo Mungu anatuelekeza. Tunaambiwa kwamba hiyo ni kumuibia Mungu na kuweza kutufanya miili yetu iweze kuwa si sawa katika hali ya kumwabudu Mungu katika siku hiyo takatifu, hivyo tuweze kufanya marekebisho kwa mambo kama haya. Siku ya Sabato pia, watu wengi wakinapokuwa wamefanya kazi wamechoka sana, hiyo ndio siku ambayo wanalala sana, wanachelewa hata na kuamka. Tunaelekezwa ya kwamba katika siku hiyo ya Sabato tuweze kuamka mapema kawaida, tuweze kujiandaa kwa ajili ya kufika kanisani. Mara nyingi tunapoamka kama tumechelewa, unakuta ya kwamba watu awa wanachelewa kujiandaa, kuna confusion pale, huyo anakimbia hapa, anakimbia pale na mara nyingi huwa inafanyika iwapo siku ya Ijumaa hamkuweza kufanya maandalizi ambayo ni ya kutosha kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kwa ajili ya Sabato. Kwa ajili ya Sabato. Sabato tunaambiwa pia, tunajua ya kwamba siku ya Sabato tunafaa tuweze kula chakula ambacho sio chakula kizito sana na sio chakula ambacho ina mchanganyiko mwingi sana, tunafaa tukule chakula ambacho ni chakula rahisi haa, na chakula kidogo inafaa ikuliwe siku ya Sabato kwa sababu siku hiyo ni siku ambayo ni ya kutulia, ili akili yetu iweze kuwa na nafasi ya kuweza kufikiria na kuweza kuelewa mambo ambayo inatoka katika vitabu vitakatifu ili tuweze kuelewa. Pia tunaambiwa ya kwamba, tumeona ya kwamba kupika siku ya Sabato haistahili, lakini hatufai tule chakula baridi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya afya zetu nafaa tuweze kuipasha joto chakula ile ambayo tulipika katika siku ya Ijumaa, tuweze kuipasha joto ili tuweze kula chakula ambacho iko na joto, isije ikatuletea shida katika isije ikatuletea shida katika afya katika afya zetu ndugu wapendwa. Na pia mwisho tukimalizia, ni kwamba jinsi ambavyo tulikaribisha sabato na familia ikiwa pamoja tukiimba kwa wimbo na kumtukuza Mwenyezi Mungu, hivyo hivyo Sabato itakapoisha, wakati jua inaendelea kutua, wacha sauti za watu wa Mungu iweze kusikika wakimwimbia Mwenyezi Mungu, wakiweza kumsifu na ku uh, na kukaribisha uwepo wa Mwenyezi Mungu na uh, uwepo wa Mwenyezi Mungu kuwa pamoja nao katika wiki nzima ambayo ina kazi. Ndugu wapendwa, kumbuka, tumeangalia, hiyo ndio jinsi ambavyo Mungu ametuelekeza ya kuweza kuitunza Sabato yake kuanzia siku ya Ijumaa hadi siku ya Sabato. Na Sabato itakapofanya nini? Sabato itakapoisha, kitabu cha Ufunuo kumi na nne kumi na nne mstari wake wa kumi na mbili anasema ya kwamba, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hapa ndipo, hao ndio wazishikao amri ya Mungu na imani ya kristo. na imani imani ya ya kristo kristo Hivyo basi tunafaa tuwe wanyenyekevu wakakamavu, ili tuweze kushika sheria ya Mwenyezi Mungu, tuweze kuitunza sabato yake, mwisho. Tusije tukaambiwa ya kwamba wewe umepimwa kwenye mizani na ukaonekana ya kwamba haufanyi nini, hautoshi. Iwapo tutaweza kufanya mambo haya ambayo tumekatazwa tusije tukafanya katika siku ya Sabato, ina maana ya kwamba tutakuwa tumevunja sabato ya Mwenyezi Mungu, na tutakapovunja sabato ya Mwenyezi Mungu tunaambiwa kwamba itaandikwa kwenye mavazi yetu ya kwamba "Nyinyi mmepimwa kwenye mizani na muonekana ya kwamba mfanyi nini, hamtoshi." Na wale watu ambao tunaambiwa kwamba maneno hayo yatakuwa yameandikwa kwenye mavazi yao ni wale watu ambao, kwa njia ya moja au nyingine, walijikaza, walikuwa wanajaribu kutunza Sabato, lakini sio jinsi ambavyo maandiko yamefanya nini, imeelezea. Labda wewe ni mtu ambaye siku ya Sabato unauza, unanunua, unafikiria mambo ya biashara yako Siku hiyo ndio unapika unafanya mambo mengine haya yote, lakini sasa Mungu amekuelekeza, umeweza kutambua ukweli. Acha Mungu aweze kukuongoza uweze kushikilia ile ukweli ambayo Mungu ameweza kukupatia, ili uweze kuishi katika njia ambayo Mungu anapenda uweze kuishi na utunze sabato yake kwa haki, kwa haki na kweli, usije ukaikanyagia sabato ya Mwenyezi Mungu chini ya miguu mwishowe tukaweza kukosa uzima kwa sababu ya kuvunja sheria zake. Mungu aweze kutubariki. Natuombe sana aweze kutuongoza tuweze kusimama na ukweli, tuweze kutunza sabato yake jinsi ambavyo ya ametuelekeza katika kitabu chake kitakatifu. Mungu wa upendo na amani aweze kutubariki amen, amen.